Sisi. Na imani. Nilo neno. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku leo Jumanne, juma la pili la kipindi cha mwaka A wa kanisa. Masomo ya leo somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 40 aya ya kwanza hadi ya kumi na moja na somo la injili linatoka katika injili ya Mathayo sura ya 18 aya ya kumi na mbili hadi aya ya kumi na nne. Karibu tusikilize injili. Somo la injili lilivyoandikwa na Mathayo.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 kuliko wale tisa na tisini wasiopotea. Vivyo hivyo, haipendezi mbele za Baba yenu aliye mbinguni kwamba mmoja wa wadogo hawa apotee. Neno la Mungu. Sifa kwako, e eh, Kristo. Ndugu zangu, katika injili tuliyoisikia leo, ambapo Yesu Kristo anatoa mfano wa kondoo mmoja aliyepotea kati ya kondoo mia moja naye mchungaji akawaacha kondoo tisini na tisa na kumfata mmoja aliyepotea. Injili hii ya leo inatukumbusha sifa za Mungu wetu aliye mchungaji mwema ambaye hatamwacha yeyote apotee, bali atafanya namna ya kumrudisha kondeni, tukitambua kwamba sisi sio wakamilifu; kuna wakati tunamkosea Mungu na kujitoa kundini kwa sababu ya dhambi zetu. Mungu aliye mchungaji wetu anafanya bidii kuturudisha kundini, kwanza kupitia dhamiri zetu ili kutukumbusha kwamba tumekosea, hivyo tunapaswa kujipatanisha naye kupitia toba. Lakini pia Mungu anatuita kurudi kundini kwa kuwatumia watumishi wake, wakihimiza kurudi kwake ili kuanza maisha mapya yasiyojitenga na upendo wa Mungu. Ndugu msikilizaji, kama ilivyo sifa ya Mungu aliye mchungaji mwema kwa watu wake, kwa kujitoa kumtafuta mmoja tu aliyepotea, inaonyesha hali ya kujali na kutambua nafasi ya kondoo huyo akiwa kundini. Vilevile Mungu mwenye shauku kubwa ya kuona wanadamu wote wanatembea katika kundi moja chini ya mchungaji mmoja. Pale tunapojitenga na kundi, kwa upendo wake na huruma zake za kimungu anatutafuta tulipo ili kuturudisha kundini. Ndugu msikilizaji, licha ya kwamba Mungu anatutafuta pale tunapopotea kwa kutenda dhambi, tunakumbushwa pia kuwa tayari kukubali pale tunapomkosea Mungu tuweze kurudi mbele za Mungu tukimtambua yeye aliye mchungaji wetu. Tunapojitenga na Mungu na tusifanye na tusifanye juhudi za kurudi tena kwa Mungu, ni huzuni kubwa kwa Mungu maana anapoteza kondoo wake kwa dhambi zake. Injili inatukumbusha furaha anayoipata anapoona aliyepotea anarudi tena kundini. Hivyo tunahimizwa siku ya leo kukaa katika muunganiko mzuri na Mungu ambao ndio ushindi mkubwa na furaha kubwa mbinguni. Mpendwa msikilizaji, injili ya leo inapozungumzia mchungaji mwema kwa kondoo wake, inatukumbusha pia kuwa wajumbe wa Mungu kwa wale tunaowahudumia kama lilivyo lengo kuu la Mungu la kuwaona watu wote wanafika mbinguni. Tunalikwa siku ya leo kila mmoja kuwa mjumbe wa habari njema, tukikumbuka kwamba matendo yetu yanaweza kuliunganisha kundi au kulitenganisha kundi. Tunapaswa kuwa mfano mwema kwa kila mtu tunayekutana naye, lakini pia tunakumbushwa kila mmoja wetu kutumikia nafasi aliyokabidhiwa kwa nidhamu kubwa yenye lengo la kuwaleta watu kwa Mungu. Furaha kubwa ya Mungu ni pale kila mmoja anakuwa mjumbe wa amani na kuwafanya watu wote wamjue Mungu na kumfuata yeye peke yake. Hivyo tukiwa katika safari hii duniani ambayo tunahitaji neema ya Mungu ili kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Tutafute siku zote kutembea katika njia njema ya kumpendeza Mungu huku lengo letu kubwa ni kuupigania utakatifu ambao ni ushindi wa maisha yetu ya duniani na furaha ya milele mbinguni. Katika safari hii ya leo, tutafute kuishi maisha mema ya mfano wenye kuongoza watu wengine kwenye njia ya nuru na siyo kuwaongoza gizani, ili wote tupate kuwa washindi katika maisha yetu hapa duniani ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyokuletea tafakari hii ni mimi Frateli Adesius Fabian Tushabe, washirika la wa misionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka Seminari Kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe Damu ya Kristo!